Sema muda hautoshi. sasa yote haya ni accountability ya lawyers. We are in those sectors. Tulikuwa na rais wa Public Bar Association asubuhi. Sijui naamini bado yuko. Lakini tuna rais wa TLS. Lakini sisi sote ni washiriki kwenye hii michakato. Tunasaidiaje kuhakikisha democratic election inaenda kuonekana ikifanyika, na nini kitatokea kwa, kwa, kwa baadhi ya watu kuenguliwa sifa za kupitia kwenye vyama vya siasa. Je, tutapata uchaguzi huru na haki? Je, tutapata uchaguzi ambao kila mmoja yuko satisfied kama wa 2020? Kwa sababu um, moderator alisema 2020 watu walikuwa satisfied, kwa hiyo tuna assume kwamba kukosekana kwa election petitions ni ishara kwamba Watanzania waliridhishwa na uchaguzi, si ndio? Lakini inawezekana na mwaka huu tukaridhika zaidi, eh, isiwepo kabisa hata zile mbili zisipatikane. Na ikifika hatua ha, tumeridhika sana na hatusemi, unadhani umma utafanya nini? Utachukua hatua gani? Mifumo ya kidemokrasia ambayo imejengwa na ipo na waasisi wa taifa hili itaendelea kuonekana kwamba inatekelezeka? Na wakichoka zaidi wanafanya nini? Sasa kuna wajibu ambao kila mmoja wetu anao. Uh, moderator aliuliza wangapi wamesoma sheria namba moja elfu mbili ishirini na nne lakini kwa bahati mbaya mikono ilikuwa michache. Naamini sote tumeisoma anyway, lawyers huwa tunasoma kila kitu, lakini kuisoma kwa maana ya kuinternalize naamini ni wachache. Sasa tuende tukachukua hili jukumu, kwa sababu kuna wakati kama sio leo, kesho utajikuta unatakiwa kutoa legal opinion kuhusiana na uchaguzi unaoendelea kwenye nchi yetu na unatoaje legal opinion na hizi sheria hujazisoma na huzijui? Saa nyingine unaweza ukatoa ushauri ambao usiendane na hali halisi. Sasa kuhusiana na status ziko nyingi na protection ya hizo mambo iko nyingi. Sasa kuna watu ambao ni stakeholders wa uchaguzi ambao tuna tume huru ya uchaguzi, tuna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, tuna ofisi za serikali za mitaa, local government authorities. Hapa tuna dead dasi na watu wote, na kule ndo tunapata mareturning officers, wasimamizi wakuu wa uchaguzi. Inafika hatua 2020, 2015 tuliona hatatangazwa matokeo mpaka watu wameandamana, wamelala kwenye vituo, wanashinda pale, wanaimba ndo Dead, uh, yule returning officer anakuja anasema, sasa anatangaza, lakini sehemu ambazo watu hawakuimba, sijui alitangazwa kwa mfumo upi? Sasa sijui mwaka huu kama pia tutasubiri mpaka watu waimbe, washike mabango, wazime umeme kwenye chumba cha majumuisho, ndio matokeo yatangazwe. Inapofikia hapa, kuna institutions zinakuwa zimefail kufanya kazi yake, na lawyers ndio wasimamizi wa hizi institutions. Tumo mle, kama ni law enforcement, jeshi la polisi, lawyers wamo mle kama ni INEC lawyers wapo kule, kama ni kwa ofisi za uh, serikali za mitaa kote lawyers tupo kule. Tunachukua jukumu gani kuhakikisha kwamba Watanzania hawa wanaokesha miezi kadhaa ya maandalizi ya uchaguzi, wanaenda wanapanga foleni, wanajiandikisha, wanaenda wanahakiki, wanaenda wanapiga kura, wanasubiri matokeo mpaka usiku yanakataliwa kutangazwa mpaka mtu fulani aseme nitatangaza nitakapojisikia. ni, ni, ni, ni ukosefu wa nidhamu kwa wananchi, na nadhani wale wanaohusika wanatakiwa kubadilisha hii mifumo isiende hivyo. Sasa wengine ambao hawaonekani ni, ni, ni vyombo vya habari. Kabla hatujaifikia mahakama, vyombo vya habari vina nafasi kubwa sana kwenye uchaguzi, na kwa sasa nahisi kwamba kila mmoja hapa ni mwanahabari isipokuwa tu wengine walio wengi hatujasajiliwa. Tunaangalia zile mainstream media, lakini kuna wakati inapita clip moja hapa, hata kwenye chaguzi zetu za TLS, clip moja tu inabadili upepo wa uchaguzi mzima. Sasa wanahabari ni watu wamesomea ile taaluma, wakiamua kutumia kubomoa hii nchi inaweza ikabomoka. Isipokuwa la busara ni kwamba chombo cha habari, wanapoamua nao kuingia kwenye michakato hii ya kisiasa wanapochukua nafasi kwamba sasa tunajiunga na chama fulani au na mgombea fulani, maadili yao yanawaelekeza na wao kutangaza rasmi kwamba, kwa mfano, nitaomba nikitamke, chombo cha habari cha Uhuru, wote tunajua kwamba kinamilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wakitoa chochote kile, tunajua kabisa hii ni position ya chama chao au vyombo vingine vinavyomilikiwa na vyama vya siasa navyo tunajua wanatoa position zao, wale wamejideclare. Sasa tatizo ta kuna vyombo vya habari vya umma, ukiongelea TBC, wanaamua kuwanyima wengine wigo wa kujieleza, wanapewa wengine. Kuna saa nyingine vyombo vya private, mtu anakimiliki binafsi, lakini ajitangazi kwamba yuko upande gani. Anaamua kumbania mwingine, ampi nafasi, fursa zinatolewa nyingi kwa upande mwingine, na mazingira mengine ya na namna hiyo tuna viwanja vyetu vya kufanyia mikutano ya kampeni za siasa. Tunaomba uwanja asubuhi, jioni mnaambiwa kuna kikosi fulani cha ulinzi na usalama wanafanya mazoezi, na ni uwanja ulikuwa utumike kwa ajili ya kampeni. Kwa hiyo huyu mgombea na watu wake, resources zote wameshatumia pale, kampeni haziendelei. Haya, wameomba chama fulani watakuwa ukumbi wa ACC hapa leo jioni, mnaambiwa ACC anakuja kuhutubia, sijui mgeni kutoka nchi gani, hamwezi kupata tena venue hiyo, mnaondoka lakini kuna resource implications. Nani anayezibea hizi gharama na nini? Macho yanaona nini kuhusiana na hili? Katika wote tuna waangalizi wa uchaguzi, ni watu tunawategemea sana, wengine hutoka nje ya nchi, lakini saa nyingine hawawezi kufungua midomo yao kwa sababu wako limited na swala la international relations. Yani hata wakitaka kusema chochoto walichokiona, midomo yao huwa inafungwa na mara nyingi huwa wanakubaliana na matokeo kwa kusema uchaguzi ulikuwa huru na haki, bila kujali walioyaona, wanasema notwithstanding the election was free and fair, si ndio? Sasa haya mazingira ya kila mdau, ikifika hatua wa Tanzania au jamii ikachoka, huwa kuna namna ya kufanya. Nchi yetu imeweka mfumo kwamba namna ya kufanya, umechoka, nenda mahakamani, tunaingia mahakamani. 2020, wagombea na watu wao hawakuwa na imani tena ya kwenda mahakamani. I don't know feeling ya judiciary ilikuwaje, walifurahishwa na hilo? Naamini mahakama ilikuwa imejiandaa kabisa na resource za kutosha, kwamba mwaka huu tutakuwa na petition labda kadhaa, tutazisimamia, majaji watadivert nchi nzima kuendesha hizi kesi. Mawakili wengine tulishaandaa na makabrasha kabisa, kwamba ni mwaka wetu. Sasa ikafika hatua wateja, kila anayekuja anamwambia, vipi umeridhika? Ananiambia sijaridhika, lakini siendi mahakamani. What do you mean? Mwingine anakuja anasema bwana utafanya nini sasa, hii utafanya nini? Ni ishara ya kuchoka. Tunatakiwa kujenga imani kwa judiciary yetu, tunatakiwa watu wajenge imani kwamba nikienda mahakamani na hudumiwa. Inapotokea mazingira kama hayo, unakuta mahakamani <laughs> zinakuwa ni lazima mahakama ziwe in kamera na uchaguzi, election petition inatakiwa kuwa published on a conspicuous place Yaani hata ile petition inapofailiwa inatakiwa msajili abandike ile petition nzima kwenye mbao za mahakama eneo husika, wananchi wote waisome. Na sasa kuna changamoto ya technicalities. Moja ya technicalities ni lazima, lazima udeposit security for costs, na sheria hii mpya imeelekeza kwamba kuna uwezekano Attorney General au mtu mwingine akaomba kwamba kuna watu wengine wanatakiwa kuongezwa kwenye hii kesi, na ikiombwa hivyo wakaongezeka cost na multiply against those people. Kwa hiyo kama wameongezeka watu kumi kwa maombi kwamba bwana, pamoja na kwamba umesu aloshinda returning officer na attorney general, ilitakiwa umwongezee na mtendaji wa mtaa umwongezee na mwenyekiti wa chama fulani umwongezee, na wakafika kumi, unachukua ile milioni tano security una multiply au kadri mahakama itakavyokuwa imekukadiria, si ndio? Halafu kwa hiyo ile kesi ya Julius Ndianabo inaanza kudivert slowly. Cost zinarudi kule kule. Kwa hiyo utaona mazingira kama haya. Sasa kwenye michakato yote hii uh, lawyers wote tuna roles, tuna role prior to elections, tuna role during election, elections na tuna role after election, sasa

Yaani mtaani kwenu kabisa, ambako mtendaji, nani, mwenyekiti, diwani anachaguliwa pale, ili miundombinu mifumo ya mtaa na nini iende kata nzima pale, haujajiandikisha lakini unakusudia kwenda kutetea, eh, wapiga kura wa Bukoba vijijini, it might be an absurdity. Unaona eh? Sasa voters at the registration centers established by the Independent Electoral Commission uh, alafu tunatakiwa kuparticipate In voter education process and programs, mojawapo ni hii, tushiriki kutoa elimu kwa wapiga kura na wawezeshaji wa kura, kwa sababu hawa wawezeshaji wa kura na wasimamizi wasipoelimishwa ndo madudu yanatokea, tunaanza kugombana. Mgombea na wafuasi wake wanaanza kuvutana na returning officer kwenye chumba cha majumuisho, bwana, ili boxi lilete huku, hapana, ili liende upande mwingine. Lakini kuna wakati tunapewa zile fomu 21 ABD ABC zile fomu za matokeo zina tabia moja ambayo kwa miaka iliyopita tumekuwa tunaiona hiyo tabia, na tabia hiyo nimeishuhudia mahakamani mwaka elfu mbili na kumi nikiwa naendesha kesi ya Lawrence Rumbutara na dhidi ya Jitu Vraja Sony Babati. Miongoni mwa vitu tulikuwa tuna contest ni kwamba majumuisha hayakuwa sawa. Form zote za ishirini na moja tuliyokuwa nayo ishirini na moja bi nadhani tumezipresent mahakamani tukaomba upande wa returning officer walete za kwao ambazo ni original, zile za kwetu ni self adhesive copy. Sasa self adhesive copy ni kwamba ni copy ambayo wanapojaza inajitoa pale pale, si ndio? Sasa tunaleta za kwetu zote ziko mahakamani, mahakama ikaamuru zipelekwe for forensic examination kuona kama kweli zilikuwa genuinely provided na wale walioonekana walizisign, ili majumuisho yakafanyike ili tufanye tallying upya ya, ya, ya, ya kura you know what happened uh, ofisi ya forensic examination walijibu kwamba hizi kopi zote zimefutika, so the judgment went based on that. Kwa hiyo hakukuwa na habari za kwenda tena kufanya kujumuisha tena. Zilifutikaje? ni kwa sababu zile form zikikaa kila baada ya muda, ukiziweka kwenye mwanga zinajifuta zenyewe, kadiri ya muda unavyosogea inazidi kufutika, mwisho inakuwa ni karatasi nyeupe unaweza ukai, ukaifanyia kazi yoyote ile bila kusoma chochote. Sasa kuna miaka ya, ya, ya nyuma huko baadhi ya wagombea wetu waliwahi kusema kuna kura za majini, lakini saa nyingine huwa sio kura za majini, ni sayansi ya kura. Sasa hii sayansi ya kura wanasheria tunajua inavyofanyika, tusaidie jamii yetu, tusipate kura za majini, watu wasiamini kwamba kuna mtu ukachaguliwa na majini. Hakuna jini linaenda k-kuchukua form kwa ballot box na kuingiza mle, ni binadamu. Sasa binadamu wanafanya nini? Ni hii michakato kusambaza polisi siku ya uchaguzi au kuamkia uchaguzi kukamata mawakala wa wagombea, jimbo la Mwambwe na Buyungu 2010, mawakala walijikuta wote wako kituo cha polisi. Kwa nini? Walikuwa wamekusanyika kwamba watasambaa bai alfajiri, wote wawe vituoni, na bahati nzuri kule ni karibu ni mkoa wa pembezoni na mipakani mwa nchi jirani. Wakaambiwa wale wote waliokuwa wamekusanyika walikuwa ni wahamiaji haramu. Kwa hiyo wakapelekwa kituo cha polisi na maafisa wa uhamiaji ambao naamini wanasheria walihusika kushauri hivyo, sio? Kwa hiyo wakapelekwa polisi, wakakalishwa pale mpaka inafika majira ya saa saba saa nane mchana ndo wanaombewa dhamana kwamba waondoke, alafu hakukuwa na habari ya dhamana. Akamwambia ah, kumbe nyenye ni mawakala bwana, nendeni mkasimamie kura, alafu matokeo yakaendelea, si ndio eh? Saa nane ulikuta kituo chako ulichoambiwa usimamie tangu asubuhi saa 12 unatakiwa ukasimamie saa nane mchana si ndio eh? Alafu the election was free and fair sawa. So, sasa unakuja kuprove vipi kwamba ulikuwa polisi, una umekamatwa kwamba ni mhamiaji haramu? Ni masuala yanayohitaji uangalifu wa hali ya juu. Uh, wajibu wetu ni mkubwa, lakini naomba niseme kwamba uh, saa nyingine sisi ni victims wa electoral process. Nina kesi kadhaa ambazo zimo kwenye ripoti yangu, mawakili walijikuta nao wanalazimika kushtakiwa pamoja na wateja wao on different cases. Heshima kubwa tunayopewa mawakili tunapoonekana tumekuwa wachokonozi sana kwa, kwa mamlaka, huwa tunawekewa suspension kwenye practicing certificates zetu, kama haijaenda mbali hata kufutiwa uwakili. Na hili hauambiwi ni kwa sababu ya kuendesha kesi ya uchaguzi, hili ni kwa sababu na wateja wengine kule ambao unawahudumia, sio uchaguzi tu, litatokea utajikuta wewe uko suspended sasa kwa muda niliopewa naamini umeisha. Siamini kwamba ni fursa ya kuogofya, ila ni fursa nzuri kwa wanasheria kuichukua, sababu tukiacha kuwasaidia hii jamii haitakuwa na pa kusemea, isipokuwa itachukua njia ambazo sio sahihi kwa nchi yetu kuiendea. Nawashukuruni sana.